Sisi tunasherekea miaka yote hii, na takribani zaidi ya mwaka mmoja, wanampwapwa, mmekuwa katika safari hii ya imani. Mmeamsha jumuiya zenu, mmeamsha imani yenu kwa njia ya masakramenti mbalimbali. Tumeshuhudia utolewaji wa sakramenti nyingi katika parokia hii, kuanzia ile ya kuwaingiza watu katika Ukristo, yaani ya ubatizo na sakramenti zingine nyingi ambazo zimefanyika. Hii yote imeonekana kuwa ni moyo wa imani ambao ninyi wana Mpwapwa mmepokea na mnakubali kuishi katika hali hiyo. Nimeshuhudia kwa macho yangu siku chache zilizopita, tulipopita hapa tukiwa na sherehe ya aches ya jimbo, tumemaliza tu, kanisa lilifurika kwa kuwapokea na kuwapatia sakramenti ya ubatizo watoto ambao kwa hakika na imani wengi wao tunao hapa, kwa njia ya wazazi wao au wao wenyewe. Pia kwao tunashukuru sana, kwa sababu maadhimisho hayo yalikuwa yanaweka alama kubwa katika jubilei yetu hii ya kuonyesha kuwa jubilei ni kipindi cha neema, kipindi cha baraka na sisi tusimfungie yeyote neema na baraka hizo ambaye anazitaka yeye mwenyewe. Na ndio maana hata masharti mengine mengine yalipunguzwa kwa kuangalia uhalisia, ili kumpa kila mmoja wetu fursa ya kufurahia jubilei hii, kufurahia maisha haya ya imani ambayo parokia yetu imeyapokea na wanaparokia wanaendelea kuishi. Wito wangu katika hayo yote yaliyofanyika, hasa utolewaji wa masakramenti sijaekawa, kama ndio basi jubilei imepita na sisi tumepita tena turudie hali ile ile kule tulikotoka. Mmepewa mlango na fursa ya kuingia, tuendelee kuishi, kushikamana na kusafiri pamoja, ili kuonyesha umoja wetu, upendo wetu, nguvu yetu kama wanakanisa koo tumshukuru Mungu kwa zawadi hiyo, na ninawaomba endeleeni kuanzia kusali katika familia zenu katika jumuiya zenu na kanisani pia, mkijikita pia kujiongezea fursa katika imani yenu, kujiunga na vyama mbalimbali vya kitume na vya hurika vitakavyowaimarisha pia kiroho na kimwili. Kwa hiyo nawaimiza na kuwaomba sana, jubilei hii iache alama kwa kila mmoja wetu. Anapomfuata Yesu, baadaye anakuwa na mashaka na hofu na mahangaiko, anafika hatua hataki kubaki na hilo wazo, anamuuliza lakini, je, sisi tulioacha yote tukakufuata tutapata nini? Na Yesu anamwangalia kwa kumpenda na anamjibu kuwa mtapata mara mia haya mliokuwa nayo na zaidi ya haya pia mtayapata. Petro anajipa moyo na anaendelea na kazi hiyo ya kumfuata Yesu. Tunatambua wazi kuwa pamoja na mambo mengi, lakini Petro anakuwa jasiri, anakubali kumtetea Bwana wetu Yesu Kristo hasa katika ile bustani Getseman ya Getsemani, anakubali kuyatoa maisha yake kwa ajili ya Kristo. Na hata mtu ambaye anakuja na anaanza kumsumbua Yesu katika mateso yale alimkata upanga. Natambua wazi Petro alikubali kumtetea kwelikweli Bwana wetu Yesu Kristo, japo ni ukweli usiopingika kuwa katika safari ile ile Petro pia alimkana Bwana wake mara tatu. Na katika kufanya hivyo, Yesu akamrudishia upendo baada ya ufufuko, akamtokea na akamuuliza tena mara tatu kama kweli anampenda. Petro akajibu kuwa nakupenda mara tatu zote. Anatufundisha pia katika maisha yetu kuwa wajasiri na watu wenye moyo wa kutetea imani Petro, mwisho wa maisha yake, anayamalizia Roma, ambapo anakamatwa, anafungwa kama tulivyosikia katika somo letu la kwanza. Na baada ya tendo hilo la pekee, basi anahukumiwa, anauawa, naye anachagua kifo tofauti na cha Bwana wetu Yesu Kristo. Anasema, mimi nisulubiwe katika msalaba, lakini kichwa chini na miguu juu. Safari ya Paulo tunatambua wazi kuwa yeye alikuwa ni mahiri aliyesoma kwa mwanasheria mkuu duniani, alikuwa anaitwa Gamalieli na alisoma sheria. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kutafsiri sheria na kuzisimamia. Ndio maana wakati hata wa kifo chake Stefano, Paulo alikuwepo na aliona ni sahihi kile ambacho anatendewa, kwa sababu alienda kinyume na sheria na taratibu za Kiyahudi. Akiwa njiani kwenda kuwatesa tena Wakristo ambao wanapingana wana na sheria ya Kiyahudi, anamtokewa, anatokewa na Yesu, naye Yesu anaamua kumchukua afanye kazi yake. Petro anakubali anaenda, anafanya. Paulo anakubali anaenda, anafanya mafungo na kutoka huko anakuja na sura mpya ya utetezi wa kanisa amefanya mambo mengi, kafungua makanisa mengi na kuenda sehemu mbalimbali, lakini naye mwisho wake unakuwa kulekule, kule Roma, yeye anapata kifo cha kukatwa kichwa. Hawa watu wawili wana mambo mengi, lakini tunakumbuka sentensi zao chache. Paulo anasema haoni thamani ya kitu chochote ambacho kinazidi msalaba wa Kristo. Anasema nayahesabu yote kuwa kama ni mavi, nikilinganisha na ile tunu kubwa ambayo nimewekewa nifikapo mbinguni. Napoandika barua hii kwa Wafilipi, anatukumbusha sisi sote kuwa imani yetu tuliyoipokea, tulionayo, thamani yake ni kubwa kuliko kitu kingine chochote katika ulimwengu huu. Na kama ndivyo, tuilinde, tuipende, tuitangaze kwa watu wote imani hiyo. Kwa hiyo tunda hili la miaka sabini na mitano liendelee kuleta matunda mengi makubwa na mazuri kwa watu wote watakaoipokea imani hiyo, lakini pia tuwafundishe kuifahamu vizuri na kuitunza imani yao. Naye Petro sentensi ameongea mambo mengi, lakini za msingi kabisa ni hii: wewe wanipenda? anasema ndiyo Bwana, mimi nakupenda. Zile mara tatu na zenyewe ni za msingi sana katika maisha yetu. Tumpende Mungu aliyetuumba pasipo sisi wenyewe, akatupatia kila ya aina ya nyenzo ya kuweza kuishi nayo katika ulimwengu wa leo kwa, tusali na kuombea. Tunapowaomba hawa watakatifu watuombee sisi, na sisi wenyewe tujiombee, ili tuweze kuwa wadumifu katika imani na wapendevu wa kuitetea hiyo imani kikamilifu bila kuichakachua kwa namna yeyote ile. Katika Injili tumesikia habari Yesu akiwa anamuuliza huyo huyo Petro, meuliza kwanza wanafunzi wote, watu wananinena mimi kuwa ni nani eh? watu wananinena kuwa ni nani? ili swali rahisi, wanajibu wengine, wanasema Yohani Mbatizaji, wengine wanasema mmoja wa nabii eh, kila mmoja anatoa jibu lake. Lakini Yesu anageukia na anawauliza na ninyi je, mnaninena kuwa mimi ni nani? ili sasa swali zito hata wale waliotoa majibu wamekaa kimya. Petro peke yake ndiye anayesimama na kutoa ushuhuda, anasema wewe ndiwe Kristu mwana wa Mungu aliye hai. Jibu zito kabisa, huku ni kuungama, ni ungamo la imani ambalo Petro analitoa mbele ya Bwana wake, ni ungamo la imani ambalo tunapaswa sisi kama Wanampwapwa wote tumeliungama kwa miaka sabini na tano. Hata kama siyo sisi, wapo wenzetu ambao walianza kuliungama na sisi tukalipokea miaka sabini na tano. Tunamtambua kuwa Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai, lakini swali hilo lazima kweli litoke katika kina cha mioyo yetu. Je, tunaamini hivyo? Leo hii kila mmoja akiulizwa kuwa Kristu ni nani kwake, kila mmoja atatoa majibu anayojua. So kuna wengine wamemuomba huyo ili wafanikiwe katika mambo yao, wameshindwa. Kristu hata kuwa sawa na yule ambaye aliomba mkate na akapewa, majibu yao yatakuwa tofauti. Kuna wengine wameomba wapate watoto na hawajapata mpaka leo. Ukimwambia Kristu ni nani, atakujibu jibu la tofauti tofauti, na yule ambaye aliomba kupata kazi na akapewa, huyu atakuwa na jibu tofauti. Kristo ni nani kwake? Lakini leo tunakumbushwa tunapofanya sherehe hii na jubilei hii, kuwa Kristo ni yule yule, habadiliki jana, leo na hata milele. Habadiliki kwa mtu au kwa shida zake, wote anabaki kuwa sawa kwa wote ambao hawajajibiwa waendelee kuomba, kwa sababu aombaye kila siku atapewa na abishaye hodi atafunguliwa. Kwa hiyo tuendelee kusali na kuomba, na tuendelee kujua kuwa Kristu ni mwana wa Mungu aliye hai, ambaye tunapaswa na tunaalikwa sisi kumfuata na kumuishi katika maisha yetu. Leo pia watoto wetu watapokea sakramenti hiyo ya kipaimara, kilele katika jubilei yetu hii, na Mungu anaamua kuachilia zawadi hiyo ya pekee ya kuwaimarisha wengine waingie katika sakramenti hiyo. Uwajibu wenu, nguvu zenu, na kile ambacho mnatakiwa kukiishi ni ili ungamo la Petro lazima mtakapoulizwa leo au kesho Kristu ni nani, mumuungame kweli kuwa ni mwana wa Mungu aliye hai. Kristu ni Masia, muwe tayari kumtetea kwa sababu kwa sakramenti hii mnaimarishwa kuwa askari hodari wa kuitetea imani, na muitetee kweli imani. Itashangaza na itasikitisha kuwa leo mnapewa Mna graduate katika swala la imani, alafu jumapili ijayo hamji kusali, hamji kwenye vyama vya kitume, hamsali jumuiya kwenye familia, hamuongozi sala. Niwategemee ninyi nyote mnaopokea kipaimara. Hata kama katika familia hakuna utamaduni wa kusali, ninyi anzeni utamaduni huo wa kusali katika familia zetu lakini kuweni kipaumbele sana, kuwa muwe wa kwanza kwenda katika jumuiya zenu ndogo ndogo na kusali. Mwipende, muitunze, mwithamini imani mnayoipokea, ambayo leo tutafanya tendo hilo la kuwawekeeni mikono, kuwavuvia nguvu ya Roho Mtakatifu ibaki pamoja nanyi katika tukio kubwa kabisa hili na la pekee, kwa usifikirie huwa ni kitu cha kuja na kupita ila ni kitu cha kudumu katika maisha yetu yote na katika umilele wake. Jitahidi sana sana kusali, sala ndio zitakazotupa sisi nguvu ya kuendelea mbele, na muwaimarishe, muwasaidie wenzenu kuitikia imani hiyo ambayo ninyi mmeitikia me, na kuipokea katika sakramenti hizi ambazo mmezipokea mpaka sasa na hii mtakayoipokea muda mfupi ujao. Kwenu wazazi na wasimamizi, ambao tunasimamia mara nyingi sakramenti mbalimbali mbali katika kanisa, tujitahidi sana kufuatilia kwa kina maendeleo ya wale tunaowasimamia. Haipendezi kuona kuwa usimamizi wako unaisha tu hapa hapa tunapotoka kanisani. Tukiwa nje, hakuna tena suala la usimamizi. Wakati mwingine unaona hata yule aliyemsimamia amepotoka katika jambo moja au lingine, unamuacha. Haitapendeza na haitafurahisha hata mara moja. Usimamizi ni kazi nzito na kubwa, lakini mtambue wazi pia mtadaiwa katika hilo, kuwa ulipaswa kumuongoza fulani na kwa nini hujamuongoza na kusimamia maana yake ni kuonyesha njia. Haya inayo yasema ya kusali katika familia katika jumuiya na katika na kanisani na kushiriki vyama vya kitume. Ninyi wasimamizi wote, pia mnapaswa kuwa hivyo, na nafikiri sehemu ya kuanzia ni hapa hapa. Wasimamizi wote wa hawa watoto waonekane kwenye vyama vya kitume waonekane kwenye jumuiya ndogo ndogo wakiwa wanasali pamoja na wenzao, tutakuwa tuna imani kuwa mnaweza kuwasaidia hawa pia kukua kama ninyi mlivyokuwa. Vinginevyo mnaweza mkawabadilisha hawa, sasa ndio wakaanza kuwakokota ninyi, badala ya ninyi kuwakokota hawa. Tumwombe Mwenyezi Mungu aendelee kutuvuvia neema na baraka katika jubilei hii kubwa na ya pekee katika parokia yetu, lakini sio tu kusherekea kwa kula na kunywa, ila zaidi sana tuisherekee katika imani yetu. Tujiwekee mipango mikakati, miaka sabini na tano ijayo tunakwendaje? Tufikirie kuwa miaka sabini na tano ijayo Mpwapwa inakuwaje katika swala la kiimani? Na hiyo yote tunaweza tukia, tukiamua na kuanza sasa. Tumsifu Yesu Kristo.